Ni ndugu yako, ni familia yako. Niite balozi wa amani, mtoto wa Bimdash. Bado tuko mtaani kwetu, tunaongea na ndugu zetu, familia zetu. Wakati huu niko na mama zangu na dada zangu. Mambo poa? Nani wewe? Zainab. Eh, bwana Zaina, tuko mtaani, tunaongelea kuhusu amani. Tukiongea kuhusu amani, unaelewa nini? ah, amani ni kitu ambacho kila mtu anakitamani, yes. ehe, kwa vita, vurugu ni vitu ambavyo havipendezi katika jamii kwa hiyo tukizungumzia amani, tunaongelea utulivu, furaha na amani yenyewe, sio? yes. ma mdogo, oh. Kwema Kwema kabisa. Kweli Kabisa. Jamila Asmani <laughs> oh. <Aya>, odo wangu <laughs> mimi, wewe odo. <laughs> Odo, tunaongelea amani ya taifa letu, ndio <laughs> Sasa hivi kumekuwa na mambo mengi sana, tunawasikia. Kuna baadhi ya watu huko wanatuchia upepo watoto wenu tuingie barabarani tuandamane ili wao wafikie malengo yao, tukaona haiwezekani. Hebu kja tuwasikilize kwanza, mtani wanasemaje. Sasa odo, hebu niambie, uu naliongeleaje hili? Yani mie hilo naliongelea vibaya sana, Mbira. Yani kama naitwa yani mzazi, yani nikisikia hivyo hey, yani roho yangu inauma sana. Mimi nachotaka amani na salama iwepo kwa watoto wetu. Assalamu alaykum. Waalaykum salaam. Kheri. Kheri. Ustadha, nani? Naitwa Latifa Hussein. Latifa Hussein. Mm. Amani ya nchi yetu ni kitu muhimu sana. Unalijua hilo? Sana. Na hivi kusipokuwa na amani nini kinatokea? Eh, hey, kutakuwa na mtafaruku sana, fujo, tutashindwa hata kutoka nje. Watu watafanya maandamano, utakuwa na yani, watoto yani, itakuwa ni mtihani kwa kweli hatuna hata kitu cha ja kufanya. Kwa sababu ya amani, sasa hivi tunafanya chochote, tunatembea muda wote, tunashukuru amani, tunashukuru. Wamadogo, hivi kusipokuwa na amani, tutaruka dundo mtaani kwa? amani. Kama sasa hivi hapa, wanafurahi wakina mama, tunafanya biashara vizuri yeah. An yani, tunatembea nini ya amani yeah. Vyovyote tunafanya tunavyotaka, lakini kama na amani akifanyiki kitu, tutajifungia ndani, watoto watashindwa ma, kwenda mashuleni unapata una muda wa kuzungumza na watoto wako kuhusiana na umuhimu wa kuilinda amani ya nchi yetu? Sana, yani huwa nakaa nao naongea nao sana alafu uzuri wanangu wanapenda kuangalia taarifa habari hivi. Dada kwema kwema, bye fresh fresh hivi, umeshawahi kufikiria labda hata kama tunaandamana kweli, damu zinamwagika kama wanavyotaka wakikaa wao kwenye hayo mamlaka wanayoyataka, unadhani kutakuwa na faida yoyote kwako? Hakutakuwa na faida. Kwa nini? Sasa watu watakuwa wameumia, kuna shida zitakuwa zimetokea. Kwa hiyo faida itatoka wapi hapo? Ah, kwa watu wakiumia, faida hamna. Amna ndio faida swali. Jamaa wanataka wakae pale kichwani, hatuhitaji sisi. Tunamhitaji mama mitano tena, ah, ya kweli ya kweli kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wametujengea barabara, wametuletea vitu vingi kama hivi Dar es Salaam imekuwa kama Ulaya, yaani mtu ambaye yuko mbali huko akija Dar anaona vitu vimekuwa tofauti sana. Eh bwana hey, bado watu wana imani na Bimdashi. Bimdashi bado watu bado wanakuelewa na wana imani na wewe. Kheri kwema. Baba nani? Mimi naitwa Maswauma. Mama Abu, Mama Swauma au Mama Abu. So mama, mm-hmm. Tunaongelea amani ya taifa letu, tunachoomba amani iendelee. Yeah. Ajitahidi mama kuweka yeah. Ulinzi kwa sana yeah. uje zisitokee yeah. Watoto zetu wasizulike yeah. Lakini sasa ikitokea watoto wameingia mtaani, yeye itakuwa na namna kweli, aweke ulinzi, aweke ulinzi mwingi, mwingi. Yeah. Kila kona imadi balaa zisitokee. Bado niko na mama zangu, bado niko na dada zangu, tunapiga stori, tunabadilishana na mawazo wao kama wazazi wana majukumu gani kuhakikisha wanaongea na sisi watoto wao, wanaongea na sisi vijana wao kuhakikisha amani ya nchi yetu inabaki kama ilivyo tulivyoikuta tuhakikishe na sisi tunaiacha nchi ikiwa imepoa kabisa. Dada hapa mtaani, wewe moja kati ya starehe unaoipenda sana ni nini? Starehe naipenda sana muziki, dundo dundo. Mimi nilijua

Wala eh? mm. ki e, kibeniba talishindia ndani tukimya milango. Basi <laughs> <laughs> sawa, ni jukumu letu sote kuhakikisha amani ndani. Tunashukuru eh, Mungu tunamwombea mama mama tumwambia, na upiga mwingi sana tunampenda sana. Mambo mengi yanafanya kusema ukweli wa Mungu, sekta elimu, ukija afya, ukija shuleni, watoto walikuwa wanakaa chini yeah. lakini sasa hivi watoto wanakaa kwenye madawati yeah. watoto hadi feni ndani zipo zinapepea. Tasijawai ah, kujua kumbe hadi feni madarasani zipo. Hukuhuku kitaa unachalaza sana, lazima waendelee kukuandafia.